Gavana wa kaunti ya Samburu ameagiza bunge la kaunti hiyo kuandaa kikao maalum kitakachobatilisha uamuzi uliofikiwa na bunge hilo na kuupa usimamizi wa chuo kikuu cha Laikipia ekari mia tatu za kujenga bewa la chuo hicho katika kaunti ya Samburu I, ila hadi sasa ujenzi huo haujatekelezwa. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Samburu. Kulingana na gavana wa kaunti ya Samburu Jonathan Lati Lelit, walihadaiwa na usimamizi wa chuo kikuu cha Laikipia kuwa wangejenga tawi la chuo hicho katika kaunti ya Samburu, hatua iliyoshinikiza usimamizi wa kaunti ya Samburu na bunge la kaunti hii kupasisha kutengewa ardhi kwa chuo hicho. Samani inaitwa Laikipia ilikuja kutafuta shamba hapa, walikuwa wanataka 600 acres, wakapewa 300 acres, lakini hata hiyo 300 acres tumepea purpose ya hiyo 300 acres ilikuwa ni kujenga university hapa like La Laikipia university imekuja kudanganya sisi hapa, wakapewa chamba, wakachukua title deed, wanazunguka kutafuta naye maloni huko na kuru na malengine. This is a warning to you shule. Mimi nimekuja hapa Gavana Lati anasema licha ya chuo hicho kutengewa ardhi na kupewa hati miliki, hadi leo hawajaweza kutekeleza ahadi hiyo, na wanataka usimamizi wa chuo hicho kujenga bewa la chuo hicho katika kaunti ya Samburu, la sivyo wafutilie mbali hati miliki ya ardhi waliotengewa. If we don't build that university before the end of this year, iyo title tutararua, tutalimana hapa, mtakanyaga na Samburu. Because, <laughs> shamba bure alafu vijana wetu bado wanaenda kusoma kila mahali na wao unakaa na title deed unazunguka kutafuta. Aidha, Lati amelitaka bunge la kaunti hii kuandaa kikao maalum kitakachojadili jinsi ya kufutilia mbali ardhi iliyowafikiwa kutengewa chuo hicho ili wakaweze kupokonya usimamizi wa chuo hicho ardhi hiyo kuna university usi wanataka kujenga hapa, hata ile juzi kinalenga jwali graduate ya Japan. It's a very serious university, it can build university here hata kule ile graduate mali anaweza ongea nao. Hata mimi naweza ongea na American University ile, walikuwa tunaweza ongea na Kenyatta University, tunaweza ongea na Egerton, lakini Laikipia hawezi sungusha title deed ya shamba ya babu zetu kutafuta law. Hatua hiyo inaweka wazi tofauti zilizoibuka kati ya serikali ya kaunti ya Samburu na usimamizi wa chuo kikuu cha Laikipia, na uenda ikazima ndoto wanafunzi wengi wanaotoka jamii wa Samburu, ya Samburu kuweza kukata kiu ya elimu kwa karibu pasi kusafiri. Mwendo mrefu. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.